Uh, ni kunradhi imefahamishwa, si tarehe moja ya Muharam, ni mwezi mosi Muharam elfu moja mia nne thelathini na saba hijiria, nimeongezewa tena kusahihishwa. Hapo ndio tunaingia katika sehemu ya mada ambapo Uh, leo ni kwamba tutakuwa na madaktari kutoka taasisi ya wataalamu wa afya wa Kiislamu, uh, ni Sunshine Muslim Volunteers wakieleza mpango wa kujitolea kuwasaidia Watanzania kiafya, ikiwemo magonjwa ya saratani ya shingo ya uzazi na matiti na vile vile magonjwa yasiyoambukizwa kama vile presha, kisukari na kadhalika. Uh, hii ni kufuatia kwamba kutakuwa na kongamano litakalofanyika siku ya Jumapili Uh, pamoja na zoezi hilo la kuwachek watu wenye matatizo hayo uh, huduma zitatolewa kwa bi bure bila ya gharama yoyote, na taasisi kama tunavyofahamishwa ni kwamba ilianza elfu mbili na saba. Wageni tulionao katika studio hivi leo ni Dr. Mwimbe Juma ambaye ni katibu wa taasisi hii ya SMV, na vilevile vile tunaye Dr. Zaitun Bukhari ambaye ni mjumbe wa SMV. Mm. Karibuni sana katika studio zetu, yeah, uh, tuanze na Dr. Juma Mwimbe no. tupe historia fupi ya yeah, taasisi yenu no. no. no. Uh, kwanza ni kushukuru wewe uh, kwa kutukaribisha humu ndani lakini awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amenijalia afya na uzima na akanijalia pia kufika katika studio hii ya leo na ikiwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kuingia katika studio yako, na nizungumze ni, ni tu kama, kama katibu wa taasisi ambaye nimekuwa nayo toka tumeanzishwa mpaka leo hii. Nizungumze labda historia ya taasisi ni nini. Uh, mwaka elfu mbili na saba ndio ambapo tumeanza sisi kama taasisi, na kipindi hicho tulikuwa bado, uh, wengine tuko chuoni, uh, wengi wetu tumesoma Mwimbili kwahiyo tumesoma baada wakati tuko chuoni tunasoma uh, ilikuja fikra uh, kwa miongoni mwetu kwamba uh, tumekuwa tukimaliza madaktari wengi lakini ambao tunakuwa na katika jamii moja kama Waislam, lakini mwisho wa siku tunakuwa tukishamaliza chuo tunakuwa tunapotea, tunaonekana tumeenda wapi. Lakini pia tukua tunajiuliza baadhi ya maswali: ni, ni kitu gani ambacho kama Waislam tumekuwa tukiplay au tukifanya katika kusaidia au katika kuisaidia na kuikomboa jamii yetu hasa uh, uh mambo haya of course yali yalitupelekea kuamua kuanzisha hii taasisi ili tuje kuisaidia hii jamii ambayo tumekuwa tuna tunaishi nayo lakini ikiwa na matatizo mengi sana kiafya. Kwa hiyo huo ulikuwa ni msukumo ambao pe, uh, ulipelekea of course ku kusababisha sisi kama uh, Waislam kuanzisha taasisi hii na tukiwa na lengo kubwa sana ya kusaidia jamii yetu kwa ujumla katika swala zima hili la afya. Hii ilikuwa mwaka elfu mbili na, na, na, saba, lakini wakati huo kama ambavyo nimesema tuko bado wengine na wanafunzi na wengi tuko na wanafunzi uh, hatukuweza kufanya katika kiwango kile ambacho kingeweza kutarajiwa kuleta matunda makubwa, lakini tulianza na tukajipa baadhi ya majukumu. Miongoni mwa majukumu ambayo tuliojipa kipindi kile ilikuwa ni kwamba uh, tuanzishe hata uh, harakati tu za, kuwa, za kuwaelimisha wanajamii kuhusiana na masala tofauti tofauti ya kiafya, na tulienda kwa baadhi ya, ya, ya redio tukawa tunazungumza uh, tuka nao tunatoa elimu hii ya afya na tumetoa elimu ya afya hii kuanzia mwaka elfu mbili na saba ile mwaka elfu mbili na nane na wengi wetu tulimaliza chuo mwaka elfu mbili na tisa uh -huh. Tumemaliza chuo mwaka elfu mbili na tisa tukajikuta kwamba bado tuna majukumu mengine pia kwa sababu unapomaliza chuo kama daktari uh -huh. unaenda kufanya internship takriban mwaka mmoja uh -huh kwao wanapofanya mwaka mmoja ule unakuwa uko chini ya uangalizi na uh, unakuwa katika uh, hospitali za serikali mara nyingi. Kwa hiyo tumefanya baada ya mwaka ule 2009 2010 tumemaliza internship tumemaliza internship ikaonekana kwamba sasa uh, tunafanya nini baada ya hapo. Na kwa kawaida kama ilivyo kwamba ajira ya madaktari kwa Tanzania bado ni kubwa kiasi ambacho ukimaliza tu wewe shule mm -hmm. au ukimaliza internship ukose ajira na, na ilikuwa ni kwamba ukimaliza una unaenda kuomba wizarani wizarani, wanakupangia sisi. Tukapangiwa karibu takriban kila alimaliza shule mwaka elfu mbili na tisa namaliza na mwaka elfu mbili na kumi tulipangiwa vyu na mahospitali kenda kufanya kazi sehemu tofauti tofauti, hasa hii ikapelekea kwamba watu wengi uh, tukawa tumesambazwa tuko tofauti tofauti. Kwa hii tukakaa chini tukaona tuka kwamba inaweza kaa kidogo kuna ugumu katika uendeshwaji wa taasisi yetu kama sisi sote tutaamua kwenda huko ambako tukapangiwa ikapelekea kwamba uh, wenzangu na sisi tukakaa chini tukaamua kwamba mmoja wapo lazima abaki uh, ofisini na aendelee kufanya hizi kazi za taasisi yetu. Of course nikachaguliwa mimi nikafanya nikabaki katika ofisi tukaanza kufanya kazi sasa. Tumemaliza mwaka elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na moja rasmi ndio tukaanza kazi rasmi za, za, za taasisi. Lakini pia uh, wakati huo mwaka elfu mbili na kumi na moja ndio tayari tumepata u, u, u, u, usajili wa taasisi, kwa sababu usajili tumepata sisi mwezi wa mwaka elfu mbili na kumi. Kwa hiyo baada ya kuwa tuko na, na, na uhalali ule wa uh, kufanya kazi kama taasisi, ikatulazimu kusema kwamba lazima tufanye kazi, na ndio maana mwaka elfu mbili na kumi na moja tukaamua kuanza kufanya kazi. Sasa kuna mambo mengi ambayo of course tulikuwa tumejipa kama kama watu taasisi, kuweza kuyafanya, na ambayo ni malengo uh, kwa ujumla wake. Miongoni mwa malengo hayo ni pamoja na, na kutoa elimu ya afya kwa, kwa katika jamii zetu na alhamdulillah, ili jambo tumekuwa tukilifanya kwa kadri tunavyoweza uh, katika maredio ma, vipindi vya televisions katika magazeti kwa kadri tunavyoweza tumekuwa tunatoa hizi elimu za afya, lakini pia tunakuwa tuna malengo mengine ni kuanzisha hospitali uh, vituo vya afya dispensaries kwa kadri ya uwezo utakavyokuwa kituruhusu. Na alhamdulillah, mwaka 2012 ndipo ambapo tuliweza kufungua kituo chetu cha afya cha kwanza kabisa ambacho tukakiita kwa jina la SMV Health Center kilichopo Ilala jijini Dar es Salaam. Lakini uh, malengo yetu mengine ni yako mbali zaidi, kuwa, kuwa na camp kama hizi ambazo tunataka kuifanya Jumapili, kuwa na vituo na, uh, na, na matukio ambayo yatakuwa yanaweza kuwasaidia watu katika ma, mazingira tofauti tofauti ya kiafya miongoni mwa ndio kama haya kwamba kuachiki watu katika masuala ya saratani za matiti, saratani za shingo ya kizazi, uh, pressure, sukari na vitu kama hivyo. Lakini malengo yetu makubwa sio kukaa Dar es Salaam tu peke yake. Malengo yetu makubwa ni kwamba ni kuwafuata wale watu ambao wana matatizo haya ya makubwa. Kwa mfano, kwenda katika vijiji. Kuna vijiji vingi au kuna wananchi wengi ambao vijijini ambao, uh, pengine hata huduma za afya hawazipati ile inavyotakiwa. Kwa hiyo hawa ndio tuko tunafikiria zaidi kuliko watu wa mjini. Kwa, lakini kwa sababu ya uwezo kwamba hujawa mkubwa, bado tunaanza kwanza mjini ili tuweze kujipa nafasi ya kuweza kwenda katika vijiji. Kwa hiyo kuwa na, na kempu mbalimbali za kiafya ni vitu ambavyo vile tunafikiria, lakini kingine ni kuwa na mobile clinic yani, uh, tuwe na uwezo wa kuwa na, na vyombo vya usafiri. Kwa mfano mnaweza kuwa mtengeneza mnaweza kuwa na gari moja ambalo mnaweka vifaa vyenu uh, vya, vya kitabibu vya ki, vya ki, alafu mnakuwa mnatembea kijiji baada ya kijiji, na kwa sababu vijijini huko ndio matatizo yako mengi sana kwao hayo ndio mawazo na ndio miongoni mwa fikra, lakini uh, tukiangalia kwamba katika Tanzania tuna matatizo makubwa sana ya rasilimali watu wa afya. <coughs> uh, kwa hiyo sisi kama taasisi kama wataalamu uh, wa afya wa Islamu tunalifikiria hilo pia kwamba miongoni mwa object, objective zetu ni kuwa na vyuo ambavyo vitakuwa vinatoa wataalamu wataalamu wa afya. Uh, hatujawezi kwenda kwa, kwa kasi kubwa kwa spidi kubwa kuafikia yote haya, ni kwa sababu ya uwezo uwezo wa, wa ndani na uwezo wa nje, vyote ni, ni changamoto ambazo pia tumekuwa tukikumbana nazo, lakini kwenye uwezo na okay, wa ndani wa, wa hmm, na nje, labda uwezo wa nje ni wa kuwa na rasilimali ya kutosha ndani ya taasisi, watu ambao wanaweza kaa wamekaa sehemu moja mkaa mnafanya kazi mmoja. Kwa nature yetu sisi ilivyo ni kwamba takriban wote wameajiriwa Uh, uh, sehemu tofauti tofauti lakini watu wanakuwa wanachangia uh, mm. mali zao na labda niseme tu kitu kimoja uh, wakati tunatoka tumeanza sisi tulikuwa tume, tuliweka ili jambo kama jambo la Mungu na. Uh, hatukulifanya ili jambo kama fisabilillah na, na, na. Na kwa sababu ni jambo la Mungu mm. Ikatuhitaji kwamba kila mtu ajitahidi kuwa yeye anatoa mm. Uh, au anatoa mali yake na anatoa na, na, na muda wake mm. Ndio vitu ambavyo tulivyoviweka na, nakumbuka mwanzoni tuliweka sheria kabisa kwamba hatuhitaji kupata misaada ya nje. Naam. zamani kabisa Naam. kwa, kwa, jambo ambalo tunaweza tukalimudu wenyewe. kwa hiyo tukasema sisi tunataka tutoe sisi wenyewe mm. kwa hiyo imekuwa na tumefanya hilo kuanzia mwaka elfu mbili na saba, elfu mbili na nane, elfu mbili na tisa mpaka mwaka elfu mbili na kumi na mbili ambapo tulipokuwa tunataka kuanzisha kituo cha afya, kwa sababu kituo cha afya kinahitaji pesa nyingi na sisi hatuna uwezo wa wakuzi, wow. kuzipata